Karibu uungane nasi katika safari ya mabadiliko na maendeleo. Hii ni Daily Talk ya Dr. Chris Mauki na leo nitazungumza na wapenzi, nitazungumza na, na wapenzi watu wanaopendana watu walio katika mahaba. Ehe, ni vizuri ufahamu kabisa, na inawezekana ikawa ngumu chini ya miaka mitano ya ndoa, usinielewe sana, lakini naomba nikwambie, ukishavuka miaka mitano ya ndoa utakuja kugundua ya kwamba ile suala la kuishi kwenye ndoa kwa akili, sio akili za darasani, sio akili za GPA, sio akili za division 1, sio akili za za, za, za, za, za, za zilizofanywa ukapata CPA, injinia, dokta, PhD, profesa. Sio akili za academic, sio intelligence quotient IQ, ila ni akili nyingine kabisa. Na kwa hiyo ukijitahidi sana kutumia akili za akili za kichwani aise kwenye mahusiano na ndoa utafeli. Utakuja kugundua ndoa na mahusiano haihitaji akili hiyo, ndugu yangu. Na ndio maana utakuja kugundua watu wengi sana waliofanikiwa sana kiakili huwa wanapata shida kubwa sana kwenye mahusiano. Kwa nini? Kwa sababu haihitaji akili ya, ya darasani. Utakuja kugundua mambo ya mahusiano na ndoa yanahitaji hekima zaidi na akili ya maisha, sio akili ya problem solving za academic, za mathematics. Hapana, ukielewa siri hii